<clears throat> dua ya kuombea nchi yetu na kuombea bunge. Ewe Mwenyezi Mungu mtukufu wa mbinguni na dunia, umeweka katika dunia serikali za wanadamu na mabunge mataifa, ili haki yako itendeke, twa kuomba ibariki nchi yetu, idumishe uhuru, umoja, haki na amani. Umjalie rais wetu Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan hekima, afya njema, na maisha marefu ili pamoja na mshauri wa wadumishi utawala bora utongezee hekima na busara sisi wabunge wa bunge, bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na utupe uwezo wa kujadili kwa dhati mambo yatukiletwe mbele yetu leo, ili tufanye maamuzi sahihi yenye manufaa kwa watu wote na ustawi wetu. Amina. Tamko la Ahadi ya Uzalendo. Mimi Musa Azan Zungu, wote tunasoma kwa pamoja. Mimi Musa Azan Zungu, kwa heshima kubwa, naahidi kwa bunge tukufu, nitakuwa mtiifu na mwaminifu kwa, kwa, kwa, kwa nchi yangu Tanzania, na kwamba ninaahidi kuilinda, kuitumikia kwa na kuitetea jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa nguvu zangu zote, yeah. na moyo wangu wote. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Meshimia tukae, ah. Katibu, kiapo cha waminifu na hadi ya uzalendo kwa wabunge. Mheshimiwa Asha Hussein Saleh Mheshimiwa Dr. Godwin Olois Molel